assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu naitwa hamis tembo mkurugenzi wa kampuni ya jukwaa la hija tanzania jukwaa la hija ni kampuni ambayo iliasisiwa mnamo mwaka 2019 lengo kubwa la jukwaa la hija ni kuwahamasisha waislamu nchini tanzania na nje ya tanzania juu ya kuifahamu ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano katika Uislamu. Jukwaa la Hija ni kampuni ambayo itawatumia mashekhe mbalimbali mbali nchini Tanzania na nje ya Tanzania juu ya kuielezea ibada hii ya hija kwa ujumla wake na namna ambavyo watu wanatakiwa kuiendea. Labbaika Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wanni'mata Hivyo basi, makampuni mbalimbali ambayo yanasafirisha mahujaji tunawakaribisha kukaa pamoja, kuweza kuona ni njia gani tutashirikiana baina ya sisi na wewe, kuweza kufanya vipindi kwenda kwenye televisheni mbalimbali, kwenda kwenye social media, yani kwa maana ya mitandao ya kijamii ili kupitia kwako watu wa kufahamu na wajue uko wapi na unafanya utaratibu upi katika kuwabeba Waislamu hapa nchini Tanzania kuwapeleka nchini Saudi Arabia kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya Hija na Umra. Kwa sasa tayari uh, Mahasini TV nchini Tanzania uh, pale jijini Mwanza itakuwa uh, ndio televisheni ya kwanza kurusha matangazo ya Jukwaa la Hija ya kuwaeleza Waislamu ni kwa namna gani ibada hii inatakiwa kuendewa lakini zaidi ni kutarajia malipo kutoka kwake Allah tabarak wa taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. labbayka innal hamda wanni'mata lak wal mulk la sharika lak